Mm, usipate pesa zako ukataka kumuuliza mke wako ushauri tuzifanyie nini. Huyo mke wako hizo pesa atakuambia vitu zenye hata hujawahi sikia hata siku moja. Kwa hivyo usipate hela yako ukataka ushauri kwa mke wako. Hakuna ushauri utapata zaidi ya kwamba tuzitumie tuna mambo mengine. Hakuna mambo ya biashara itakuwa wala nini. Kwa hivyo ukipata pesa jaribu kuwa makini na ushauri wako mwenyewe kwanza lakini ushauri wa mke mingi, mishauri ya wake wala ni mibaya. Anaona kama wewe yani hizo pesa ukiziacha, utakuwa sifanyi umalaya huyo. Lakini ukipata pesa, tuliza kichwa kwanza, ujue cha kufanya kama mwanaume. Lakini unategemea ushauri wa mwanamke, atakupoteza. Wengi wamepotezwa kwa sababu ya wanawake kuwasikiliza, kutaka ushauri. Chukua ushauri wako kama mwanaume, chukua ushauri wako kama mwanaume na uwache upuzi wa kuuliza ushauri wanawake. Mara nyingi kushirikisha, lakini sio upande wa kukua mafanikio. Mengine kwamba unataka kufanya biashara, uko na hela fulani hmm. Yee na vipodozi vimejaa hmm. Madera yamejaa, leso zimejaa, jinsi zimejaa vipo. Yaani ndugu yangu atakuruhusu kweli pesa ubaki nayo ufungue biashara? Hamna ndugu yangu.